Mohamed Dewji ni kiongozi ndani ya Simba. Waandishi mzangu kanisaidia. Jibu swali. Mo ni kiongozi? Mdhamini na rais wa heshima. Ah, Mo sio kiongozi Simba. Mo ni nani? Mo ni mzamini. Hao ndio sasa mwekezaji. Cheo cha kiongozi alijitoa alikuwa mwenyekiti wa bodi. Mo alijitoa. Au ndio anakosea madhara? Sawa. Nakosea? Hapana, nakosea. Ah, ja. Niambie hapa kama nakosea. Uh -huh. Mohamed Dewji sio kiongozi Simba. Mo ni mwekezaji. Viongozi wa Simba mutaza Mangungu pamoja na magoli Magoli ni mwenyekiti upande wa bodi, Mangungu mwenyekiti upande wa nini, wa wanachama si ndio? ili tupate matatizo ya Moo, tujue shida ya Moo ilipo. Kama kweli Mo ana shida ndani ya Simba, ilitakiwa viongozi wote waje atuambie, huyu mwekezaji wenu mnaomuona huyu, mfadhili wenu mnaomuona awe kilela Simba, asajili wachezaji, alipe mishahara Ulisha kumsikia Mang'ungu anasema Moa Haiki laosha kumsikia? Hajasema. Hajasema. Mago ni shaka kumsikia akisema Moa Haiki laosha? Wao kina dokta Moa ametoa wapi taarifa kwamba Moa Haiki laosha? Ndio swali la kujibu. Wao, swali la msingi. Hera Mohamed aweki Moa alipi achezaji mishahara? Wametoa wapi taarifa Moa wanadai milioni themanini na saba, milioni themanini na saba. Wametoa wapi taarifa wapi? Ndio mana nimekuuliza swali ili tujue tatizo la Moo. Narudia hii kitu, tumjue moo kwali ana shida, ili tumjue moo ana shida. Mangungu, Magori, viongozi wetu waja watuambie wanachama na mashabiki wa Simba, timu yenu inaenda vibaya kwa sababu tajiri atoi hela Timu yenu inaenda vibaya, wachezaji alipo mishahara mm. Nimewauliza swali waandishi, mshai kumsikia Mangungu anazungumza hayo mambo? Hajasema. Hajasema. Sasa kama kiongozi asemi mm. Alafu kweli mo atoi hela na wanachama na mashabiki wakubwa wanathibitisha, nielewe vizuri Salome. mm -hmm. Vyo, ma, ma, ma, wanachama na mashabiki wanakuja kusema Mangungu ana shida mm. Si ndio? mm -hmm. Wanasema Mangungu ana shida mo atoi yeye. Hivi kwa akili ya kuzaliwa hata kutumia da elimu darasa la kwanza unashinda kugundua kwamba shida ipo kwa mwenyekiti? Ukiwa na maana gani? Maana yangu, mwenyekiti ndo anataka atuambie kama moa toi hela. Kama mwenyekiti kanyamaza, alafu moa toi hela, shida ipo kwa nani? Hii ina maana kwamba, jana, kuna watu wamekuuliza swali Salame mm hebu -hmm. Salame bwana tawati siasa mm -hmm, mwenyekiti ndio anataka atupe si taarifa. Kama mwenyekiti anatuambia kwamba tajiri toi hela, kama tajiri lipi mishahara alafu kumbe kweli kina Dr. Mama tuthibitishia bosi atoe hela. shida ipo kwa nani? tatizo lipo kwa nani kwa <coughs> <coughs> unasemaje? Mwenyekiti ana shida, unasema Mungu apepewe, kumbe umekiri kwa mdomo wako tajiri atoe hela, na umethibitisha mbele ya <coughs> kamera na umeongea mbele ya <coughs> kamera <coughs> <nisikilize. tos> <coughs> <coughs> Mavaya, hebu niseme hey, hey, hey, hey. usipoteze mada yeah. umethibitisha mbele ya kamera dunia imekuona, kwamba tajiri atoe hela na mwenye mamlaka kuja kutuambia sisi, mwenye kusimamia Simba ni mwenyekiti, na tukuwahi kumwona akizungumza. Kama kweli kithibitishwa tajiri atoe hela, mwenye shida ni nani? Sio mwenyekiti? Kwa nini asitwambie wanachama? Kwa nini asiwambie mashabiki wa Simba kwamba shida ya Simba moja, mbili, tatu, nne, wasida kwenda mgawanyiko wa klabu yetu wake na Dokta Mo nawambia kwa masilahi yao binafsi, wasija kaita mgawanyiko ndani ya simba yetu. Hakuna mwana simba sioia shida, Simba ni viongozi, na haya tusemi kwamba sisi hatuna shida Mangugu. Sisi tunajua umuhimu wa Mangugu, tunaujua, tunajua kazi za Mangungu, lakini kufanya kwake vizuri sio sababu alikosea tusiongee.